ni saa mbili na nusu asubuhi kengele inagongwa wanafunzi wanaanza kuingia darasani huku mwalimu akiwa amebeba kitabu anaambatana nao wengi wao wanawahi kuketi viti vya mbele ili kusikiliza kwa makini mwalimu anaingia darasani anasimama mbele ya darasa na kusema Leo kwenye kipindi chetu cha kurunzi la michezo tutaangazia Simba ambayo Mei 17 watacheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, elimpanzu elimpanzu. zikiwa zimesalia takriban siku saba kushuhudia mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika utakaowakutanisha klabu ya RS Berkane dhidi ya mnyama mkali wa mwituni Simba Sport Club. Mara ya mwisho mnyama Simba kufika hatua ya fainali ya kombe hili ni miaka 32 iliyopita, yaani mwaka 1993. Kwa bahati mbaya kwenye kibarua chao majani yaliyoonekana hivyo, hawakufanikiwa kutoa ubingwa huo wa shirikisho barani Afrika. Je, ilikuwaje mpaka Simba kukosa ubingwa wa shirikisho dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast, ili hali walipata sare katika mchezo wa ugenini? Msikilizaji, ungana nami kwenye makala hii fupi inayoangazia matukio mbalimbali yaliyowakuta klabu ya Simba mpaka wakaukosa ubingwa. Mwandaaji na msimulizi wako ni mimi Salim Abubakar. Sasa pale ilikuwa mimi wananiletea pesa kila siku, na ule Nashadi akimaliza mauzo yake nini anaziacha kwangu. Aliyekuwa kocha msaidizi wa kipindi hicho Abdalah Kibadeni anaanza kwa kutanabaisha jinsi kikosi cha Simba kilivyoandaliwa na kufanikiwa kufika fainali ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Ilikuwa mimi wanaletea pesa kila siku, ule nashadi akimaliza mauzo yake nini anaziacha kwangu, nikitaka kutumia nitumie, wala ananiambia tu hiyo milioni tano milioni sita Kwa hiyo ukitaka kutumia unatu, na viongozi walinaambia maamuzi yote ya wachezaji unayewewe kwa hiyo ilikuwa kwanza training, ilikuwa niliwapa masharti wachezaji, lazima time nataka wafike, utakuwa nje ya kituo chako kwa masaa fulani. Kwa hiyo kila kitu nakifanya mimi, kama inavyosemekana mnyama simba akianza kwa kupoteza ujue, mbele ya safari watawasha moto. Mwaka huo pia walianza kwa kupoteza michezo miwili, jambo ambalo likawafanya viongozi wa klabu ya Simba chini ya mwenyekiti wake wa kipindi hicho Majidi Saif kumfungashia vilago kocha wa kipindi hicho, na timu ikawa chini ya Abdala Kibaden na msaidizi wake akawa Etene Eshente kutoka Ethiopia, na hapa Kibaden anaeleza jinsi walivyoweza kuandaa wachezaji kisaikolojia kwa michezo iliyokuwa imesalia. Wakati ule Simba waliponipa timu walinipa na madaraka makubwa sana ya kiufundi, sijaingiliwa na mtu yote. Timu napanga mimi, na wachezaji nataka nani nasema mimi, tofauti na wenzetu wanavyofanya wa sasa hivi. Wao wana fokasi nje, waliokuwa tayari wamlete sasa mimi nilipewa nguvu. Maana nilikuta Simba ushacheza mechi ya kwanza na ya pili, hawajafanya vizuri kwenye wale mashindano. Sasa nilipokuwa mwalimu mkuu sikumbuka alikuwa nani alipoondoka, mimi nikakaa nikawa nafanya kazi na msaidizi wa mwalimu mkuu aliondoka. Ilikuwa internent kutoka Ethiopia. Aliponiona, aliniona mtu mdogo tu kwa kawaida, kwa kawaida lakini sasa nilipokuwa nafanya majukumu nampa. Akaona huyu mtu alikuwa yani, alikuwa hakuwa hivyo. Nilipomkuta alikuwa anagombana mpaka na wachezaji. Sasa mimi najua kuishi na wachezaji wetu wa Kiswahili hao, wanataka uwabembeleze, wanataka uwasaidie, uwaelimishe. Huwezi kukaa na mchezaji bila kumwelimisha, tabu ukitaka ajiendeleze. Mchezo wa kwanza katika jiji la Abidjan, matokeo yakapatikana kwa sare ya bila kufungana, jambo ambalo liliwapa matumaini makubwa sana klabu ya Simba ya kuchukua kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Shangwe na vifijo vilitawala baada ya Simba kurejea nchini tayari kusubiri fainali ya pili iliyotakiwa kuchezwa katika dimba la taifa la Uhuru. Aliyekuwa nahodha wa mnyama Simba Tanzania One, wa muda wote Mohamed Mwameja anaeleza hali ilivyokuwa baada ya kurejea nchini. Baada ya kutoka draw kule Abidjan tukaja na overconfidence. Kwamba sisi tushapita, tushakuwa mabingwa, na hata serikali kipindi kile wakina marehemu mzee Ngombale Mwiru ambazo sinauye tupo kambini kule, ikawa chapanga barabara, kombe linapita hapa, linapita hapa, linapita hapa. Kwa hiyo ilikuwa na over confidence. Hata utakumbuka kwamba tumekuja kuchangamka sisi mwishoni baada ya uharusha magoli mawili. Simba Sport Club atacheza dhidi ya RS Berkane nchini Morocco katika mchezo wa fainali ya kwanza Mei 17 saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, Simba wanakwenda katika fainali hiyo wakiwa wameshinda michezo sita, sare michezo miwili na kupoteza michezo miwili, huku RS Belkalne wao wakiingia katika fainali hiyo wakiwa wameshinda michezo nane, sare mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Je, Simba ataunguruma katika jiji la Casablanca ama watatoka mikono mitupu? Mimi ni Salim Abubakar, hadi wakati mwingine. Bishine TV. All you want.